Mwongozo wa kujifunza Biblia. Juni 19 siku ya Alhamisi. Mada inasema: alama ya mnyama. Kadiri ambavyo miaka imepita na matukio ya mwisho kama vile amri ya kifo na kulazimishwa kwa alama ya mnyama bado hayajatokea, wengine wameonesha wasiwasi, hata kushuku kuhusu tafsiri yetu ya matukio ya mwisho ikijumuisha jinsi Sabato na Jumapili vinavyoweza kuwa kiini cha pambano la mwisho. Kitabu cha Ufunuo kiko wazi, ama tunamwabudu muumbaji au mnyama na sanamu yake. Na kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo ishara ya msingi ikirejea Edeni yenyewe, tazama Mwanzo sura ya pili ya kwanza hadi ya tatu, ya Mungu kama muumbaji, haipasi kustaajabisha kwamba katika suala la kumwabudu muumbaji sabato ni kiini chake. Pia si kwa nasibu kwamba mamlaka ya mnyama ni mamlaka ile ile inayodai kuwa haina idhini katika Biblia. Kwa usuli huu akilini, wazo la sabato na jumapili kuhusika katika suala la ibada tena, ama Mumbaji tazama Ufunuo kumi na nne ya sita na ya saba au mnyama, linaleta maana nzuri na pia katika Agano Jipya tuna kitangulizi cha swala la sabato ya siku ya saba dhidi ya sheria ya wanadamu. Soma aya zifuatazo. Mathayo mtakatifu sura ya 12 aya tisa hadi 14. Yohana mtakatifu sura ya tano aya kwanza hadi 16. Ni swala gani lililosababisha viongozi wa kidini kutaka kumua Yesu? Katika Mathayo sura ya 12, baada ya Yesu kumponya siku ya sabato mtu mwenye mkono uliopooza, katika Mathayo 12 ya 9 hadi 13, viongozi wa kidini waliitikiaje? Laiti wale mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya, ya kumwangamiza. Mathayo 12 ya 14. Kifo kwa sababu ya sabato ya siku ya saba katika Yohana sura ya tano ya kwanza hadi 16 baada ya uponyaji mwingine wa kimuujiza siku ya saba viongozi wakamudhi Yesu na kutaka kumuua. Yohana sura ya tano ya 16, tafsiri ya moja kwa moja toka New King James Version: kifo kwa sababu ya mapokeo ya wanadamu yaani hakuna chochote katika Biblia kilichokataza uponyaji siku ya Sabato kama ambavyo hakuna chochote katika Biblia kilichoiweka Jumapili mahali pa Sabato dhidi ya Sabato ya siku ya saba. Ingawa suala mahususi hapa kwa Yesu si sawa na katika matukio ya mwisho, liko karibu kiasi cha kutosha: sheria ya wanadamu dhidi ya sheria ya Mungu, na katika zote mbili sheria inayopingwa imejikita katika sabato ya kibiblia